Tajiri maarufu zaidi duniani Bill Gates aliulizwa swali, na hivi ndivyo alivyojibu: ni hipi tofauti kati ya masikini na tajiri? Akajibu hivi, tajiri yupo tayari kufa kwa ajili ya utajiri, lakini masikini yupo tayari kuua kwa ajili ya utajiri. Mtangazaji akamwambia embu tufafanulie. Bill Gates akasema, kama utamuona kijana mdogo anajifunza kitu kipya kila siku, anajitahidi kuwa bora, ni mbunifu kwenye shughuli zake, unatakiwa kujua kuwa huyo ni tajiri lakini kama utamuona kijana mdogo anasema vibaya matajiri, anawachukia watu waliofanikiwa, na kuona kama pesa zao wamezipata kwa kuiba, kufanya ufisadi na mambo mengine mabaya, ukae ukijua kuwa huyo ni masikini. Tajiri anashawishika, anahitaji tu kupata taarifa ili aanze safari yake. Masikini anafikiri kuwa watu wengine ndio wanaotakiwa kumpa pesa au nafasi ili aweze kuanza safari yake ya mafanikio. Hayo ndiyo majibu ya Bill Gates yalipoulizwa, je, kuna tofauti gani kati ya tajiri na masikini? Unaweza kuniandikia ni kitu gani umejifunza zaidi kwenye hii hadithi ya Bill Gates, moja kati ya matajiri wa juu kabisa wa dunia.